ya sauti ya wasio na sauti sikilizeni, mkutano huu uko kisheria kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni mwenyekiti wa mtani nani kwenye nchi hii mpaka watishe nini? Sikilizeni, unyonge ni hatari, unyonge ni pepo, kama ya pepo. Kataa kataa kunyanyasika kwenye nchi. Nilishukuru jeshi la polisi kwa kutimiza wajibu wenu polisi yeah. Na mmesumbuliwa sana, mmetikiswa sana, lakini kwa mara kwanza mmetimiza wajibu wenu wa kuja kulinda mikutano ya siasa kama ambavyo sheria ya vyama vya siasa inazungumza. Hatani watu wanadi sera zao, wana Makambako wataamua nani anazungumza ukweli na nani hazungumzi ukweli. Kwa leo sitaki kuwasema sana, kwa sababu wametimiza wajibu wao lazima tuambie leo, mmetimiza wajibu wenu. Si fadhila ya jeshi la polisi kutulinda, ni sheria inataka watulinde. Lakini pili, nataka nitume salamu kwa jeshi la polisi. Katika watu wenye mishahara midogo kwenye nchi hii ni, ni jeshi la polisi. Mishahara ya polisi ni midogo sana na tunayo hapa sasa. Mambo haya tusipozungumza, jeshi la polisi tuungane mkono, ila kwa leo tunatimiza wajibu wenu. Lakini pia, Makambako ni mji wa kibiashara, tunatarajia

ni shwari hamna, au amna taarifa? Kwa nini anasema anaona Makambako ni shwari? Kwa sababu mbunge wenu anasema Makambako kuna mabii na mabii na mabii na mabii, na akishasema vie, wana Makambako mnashangilia. Kwa hiyo Samia anavyopanga bajeti zake anajua Makambako kuko shwari. Nataka ni waulize wana Makambako. Mbunge wenu anajua hili? Ndio mlimwambia mlimwamia, mkaseme kwa Samia, Makambako kuna mabii na mabii na mabii. Mimi ninavyojua wafanyabiashara wa hapa ndio watu wanaoteseka kwenye nchi hii, kwa sababu najua changamoto wanazokutana nazo wafanyabiashara. Sikilizeni, nina habari zenu kwamba mnahamishwa hapa, mnapelekwa kwenye soko jingine ambalo halina watu na halina miundombinu. Sikilizeni, wana Makambako mimi Sikana Amrigo nitaongana na nyinyi kupinga huo uhamisho kama hakutakuwa na miundombinu ya kueleweka kule mnakoenda, na tunaweza wana Makamako, msiwe wanyonge hivi vitu vinawezekana. Unajua, hakuna kitu siraha muhimu kwenye haya maisha kama kujitambua. Ukishajitambua, hakuna mtu kupelekesha. Lakini la pili, Makamako, taarifa nilizo nazo

Nisikilizeni vizuri, wana Makambako, tunahitaji ma Pia, pia asikunyanyase mtu, usikubali kwenda polisi bila kumpigia simu mwanasheria wako ambaye ni mimi. Piga simu moja, sikilizeni niwambie, hatumpingi ya... nitataja mwishoni, hatumpingi japipo kwa nia mbaya kwa kwa umri wake na miaka aliyokaa madarakani na kwa changamoto za watu wa Makambako ambazo ameshindwa kuzitatua ameidanganya serikali kwamba Makambako kuna mabii na mabii. Tunaomba apumzike kwa heshima, kwa sababu tukienda kumpiga kwenye box la kula itakuwa ni aibu zaidi. Ndio naomba nitume hiyo salamu kwa mzee na mnaoweza kumfikishia ujumbe mwambie Sigrada Mligo amesema upumzike kwa heshima, sio kwa nia mbaya. Makambako msiniangushe. Lakini pia Makambako kwa ajili ya ukubwa wake tulitarajia hapa tuwe na bandari kavu, tulitarajia tuwe na vyuo vikuu, tulitarajia tuwe na uwanja wa ndege. Sikilizani, wana Makambako, na bahati nzuri nazungumza na, na wamakambako ambao ni wafanyabiashara, mfanyabiashara ambayo Salaam Dar es Salaam laki tatu akawai mzigo wake bandarini wa milioni mia moja sio? tunahitaji mbunge atakayesema tunataka uwanja wa ndege Makambako, sio mbunge anayesema Makambako kuna mabii, kuna mabii na mabii. Hatutaki mabii, yako wapi watu? Hey, wamechoka hivi. Mabii yako wapi? Maisha magumu, pesa haiendi, mikopo hailipiki. Saizi kuna mikopo inaitwa inaitwaje, kausha damu. Tunahitaji mbunge atakayeenda bungeni atakayesema hii mikopo ya kausha damu riba zake ni kubwa mbili lakini, kuna watu wanakopesha mikopo Makamako hadi asilimia hamsini ya kile ulichokikopa. Tunahitaji mbunge atakayekataa hilo, tunahitaji mbunge atakayepeleka hizo hoja bungeni, ili hizi taasisi, na ukienda kuishtaki unakuta imesajiliwa, ili hizi taasisi ziweze kufuatiliwa na kukatazwa na kukamatwa na kuwekwa ndani wale wote ambao wamekiweka kinyume na mwongozo wa BOT. Hiyo ni hujumu uchumi. Tafadhali sikilizeni, wana Makambako, kuna watu wanafikiri akipambana kutafuta fedha atatajirika. Sikilizeni, anayeamua wewe uwe na fedha au usiwe nayo ni mchukua kodi wako, ni serikali iliyopo madarakani. Utapambana mpaka utazeeka, huwezi kufanikiwa bila kukataa mfumo uliopo madarakani tunahitaji mbunge atakayefika bungeni atakayesema hii asilimia kumi na nane ya kodi. Kuna watu nikiwaambia asilimia kumi na nane hawaelewi. Kila unachokinunua kwenye nchi hii unakatwa asilimia kumi na nane pale pale, ila kwa sababu muuzaji alishakatwa wakati ananunua, wewe mnunuzi huwezi kuona kama umekatwa. Kwa hiyo kama nguo ilitakiwa nunue elfu ishirini unauziwa elfu ishirini na tatu kwa sababu shilingi elfu tatu inaenda serikali automatikali, wakati ule ule unanunua. Sasa nikuulize, mtu wa Makambako, toka asubuhi mpaka sasahivi umenunua vitu vingapo? Wewe mwendesha bodaboda, wewe mama piki tafiti zinaonyesha Makambako mnaongoza kwa kupigwa mnada nyumba zenu na watu wa benki, lakini mnaongoza kwa kutaseka na mikopo Makambako. Huo ndio ukweli, sikilizeni. Yeah, people must go. Kwa nia njema tunahitaji mtu wa kwenda kuwasikiliza wana kwanza, ule mzee ukitaka kumpata unampata wapi? Hebu tafuteni mtu anayefikika jamani. Eh? Sasa hivyo tu unaweza kaogopa hata kumuelezea tatizo lako na laba. Tafuteni mtu anayezungumzika, lakini miaka kumi na tano inatosha sana. Tunahitaji Makambako mpya, tunahitaji mtu mwenye maono mapya, kwa sababu mzee ja ukimpa jukwaa hana cha kuzungumza zaidi ya kusema Samia ameleta mabii na mabii na bibi, hana kingine CHADEMA tuaaishikadora Aa, sisi hatuhusiki kwenye matatizo yenu, sio chanzo cha matatizo yenu. Chanzo cha matatizo yenu serikali iliyopo madarakani. Halafu miaka sitini mko na chama hiki, mnatayaliwa na chama hiki, ili mnajionaje? Mna kwa nini msifanye maamuzi magumu? waambieni hamna jipya. Tunataka tuangalie upande wa pili, tumewachoka. Hata kama hao upande wa pili, siicho, yaote, eh? wa pili hawataleta mageuzi kiasi hicho, lakini tubadilishane. Hii nchi ni ya wote jamani, wiskakawili. Eh? Watumishi wa serikali ya nchi hii ambao mmepewa dhamana ya kutoa huduma kwa wananchi mnawanyanyasa sana wananchi. Sikilizeni nyinyi wenyewe mishahara mnayolipwa mimi naijua, na ndio maana mtoto ambaye ni mfanyabiashara ni rahisi kumjengea nyumba mama yake, lakini sio mtumishi wa nchi hii. Lakini ni ujiherehere kujipendekeza kwa serikali hadi unaogopa watu ambao wanalipwa mshahara mdogo, makodi ya kutosha, lakini wamekuwa wanatunyanyasa hadi chale. Sikilizeni nyinyi wafanyakazi wa nchi hii, sheria ya kazi mfanyakazi ni ajira ya kudumu Mnachotakiwa kujua ni kwamba hata dama pia wanatuzungumzia na sisi, umenielewa? wanatuzungumzia n wa serikali, ebu acheni kunyanyasa hawa wananchi. Hii nchi ikimeka ikienda upinzani, nyinyi bado ni watumishi. Kitakachobadilika ni sisi kuwaongezea mishahara kwa sababu mmechoka, mmechoka. Saa hizi mtoto kumsomesha unaweza ukasema, bwana usimsomeshe mpe mtaji akafanya hata biashara, kwa sababu unasomesha mtoto mpaka chuo, likirudi ni mzigo kwako, kazi hamna.